shule. Kwa hiyo alisema ataki kufundisha watoto wa kike, wamewacha wenyewe. Wewe unapenda kwenda shule? Sogea basi. Mama, unapenda kwenda shule? Ukipelekwa utafurahi? Una umri gani? Una miaka mingapi? Kumi na nne. Ulishi kumwambia baba kuhusu kwenda shule? Ukimuuliza kwa nini? Hatusome, una wewe, unasemaje? Ila unapenda kwenda shule. Mfano, mtu akija akitaka wewe uende shule utaenda. Wewe binafsi wewe kama wewe. Mtu akisema kwamba akupeleke shule, unaenda, unapenda Unaitwa nani? Maria. Maria. Kuni mpo wangapi? wote hawajaenda shule na watoto wa kiume wanaume wapo wangapi? Sitako mpo jumla kwao? Oh, ukiwa nyumbani unafanya nini eh? Ukiwa nyumbani unafanya nini? Nakuchunga tu apa. Mama Samia umjui? Unamsikiaga tu? Unampenda?